Hii ni update taarifa juu yalipopelekwa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche baada ya kukamatwa leo Oktoba 22, 2025 katika mahakama kuu masijala ndogo jijini Dar es Salaam, ambapo watu wengi wametamani kujua update. Je, jeshi la polisi baada ya kumkamata limempeleka wapi? Ambapo mkurugenzi wa mawasiliano na sheria wa CHADEMA ameshaongea na waandishi Bari na na na na lakini tuanze kusoma kwanza taarifa taarifa ya ya ya ya chama chama chama cha cha cha cha cha demokrasia demokrasia maendeleo maendeleo chadema Chadema ambayo wameitoa muda mfupi kwa umma umma, kuwa asubuhi leo jeshi polisi polisi lilimkamata makamu mwenyekiti mwenyekiti wa wa taifa Mheshimiwa John Heche kwenye geti la mahakama kuu masjala ya Dar es Salaam, sasa inamsafirisha kuelekea Tarime mkoa Mara. Kabla kumsafirisha alipelekwa kituo cha polisi Central Dar es Salaam ambapo msaidizi wa mkuu upelelezi wa kanda maalum ya Dar es Salaam George Baigem alisema kuwa Mheshimiwa Heche anakabiliwa na kesi Tarime. Chama kilipomtafuta msemaji wa jeshi la polisi David Missime ili atoe maelezo zaidi ya kupokea simu na wala hajajibu ujumbe. Ikumbukwa Jumamosi iliyopita tarehe nane Ikumbukwe Jumamosi iliopita tarehe kumi na nane Oktoba elfu mbili ishirini na tano idara ya uhamiaji ilitoa taarifa kwa umma ikisema mheshimiwa Heche amevunja sheria ya uhamiaji kwa kile walichodai amevuka mpaka na kuingia nchini Kenya bila kufuata utaratibu. Chama kilikanusha taarifa hiyo na mheshimiwa Heche alijitokeza hadharani kuthibitisha kuwa yupo Tanzania. Chama kinaelewa kuwa upo mpango wa kuwakamata viongozi wakuu wa chama na kuwaweka maabusu mpaka baada ya uchaguzi uliopangwa kufanyika Oktoba 20 uh, 29 2025. Imetolewa Jumatano tarehe 22 Oktoba 2025 na Benda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi cha Chadema. Mseto Media, make sure subscribe ili usione pito na taarifa zetu zote kuhusiana na siasa, jamii, elimu, burudani na michezo. Bonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele, baki na sisi kwa taarifa zaidi.